Anaitwa Masudi Hassan Maftaha, sasa hivi ni mfanya biashara na uzuri wa bahati, nimeishi Tanzania na Marekani. Kwa hiyo naangalia shughuli za biashara ambazo zinakwenda Marekani na Tanzania na vilevile, vile nafanya comparison. nafanya kutofautisha na kuangalia maendeleo ya nchi yetu Tanzania inakwendaje ya kibiashara o, kwa kweli kibiashara nchi inakwenda vizuri, lakini e, biashara hazingekwenda vizuri kama tungekuwa na uongozi mbaya. Zinakwenda vizuri kwa sababu tuna uongozi mzuri ambao unajikita zaidi katika kuleta maendeleo kibiashara ndani ya nchi hii. Hiyo ni moja ya shukrani ambayo unaweza nikaitoa kwa viongozi wetu na hususan kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshikilia sana katika hii awamu ya sita kuleta mabadiliko kibiashara na maendeleo ambayo yanatija kwa Watanzania wote. Fursa sasa hivi zimefunguka, tumeona Watanzania sana, fursa zimefunguka zaidi kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao walikuwa hawajiwezi kabisa. Kuna mpango ambao upo sasa hivi ambao unaitwa wezesha kwa wale watu ambao walikuwa na mitaji midogo midogo, wajasiriamali wenye mitaji midogo midogo, sasa hivi wanaweza kufanya kikundi cha watu watano na wakapewa zaidi ya milioni mia tatu au kuanzia mia tatu kwenda juu kama wame wamekidhi vigezo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya fursa kuanza kuendeleza Watanzania ambao hawakuwa wanajiweza hapo kabla, lakini pia vile vile um, wafanya biashara wakubwa wakubwa tumeona Uh, siku za nyuma kabisa kwamba hakuna malalamiko ya wafanyabiashara kwa sababu wale walikuwa wanapiga kelele kwamba kuna kuna TRA ilikuwa inawapeleka puta, walikuwa mm -hmm, wanalipa pesa nyingi bandarini, mizigo ilikuwa inachukua muda mrefu kuweza kuitoa, na sasa hivi vitu vyote vinakwenda vizuri na wafanyabiashara biashara wengi wanashukuru hakuna tena urasimu mkubwa katika nyanja za kibiashara. Um, napokuwa nikisafiri nje ya nchi nakutana na watu wengi sana ambao sio Watanzania na ambao hawajui Kiswahili. Lakini wengi wanazungumza na wanatoa hongera sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na eh, katika awamu ya sita kwamba inawaunganisha wafanyabiashara wa nje na Watanzania vile vile. Vitu ambavyo vilikuwa vinaleta tatizo baina ya wafanyabiashara, serikali ya Jamhuri ya Muungano imeviondoa ili watu waweze kuwa na mwingiliano wa haraka na mzuri kwa ajili ya kufanyabiashara. Kwa hiyo um, mengi ya kuzungumza ni kutoa tupongezi kwa serikali yetu ambayo ime za titi jambo hili la kufanya biashara kidiplomasia, vile vile tuko vizuri, kwa sababu uh, bila diplomasia kuwa nzuri na nchi za nje, nadhani Watanzania vile vile ingekuwa vigumu kuweza kusafiri. Tunaangalia nchi jirani, kuna wengine ambao hawawezi kusafiri kwenda nchi za nje, nchi za Ulaya, ni kwa sababu diplomasia yao sio nzuri, lakini kwa sababu Tanzania diplomasia yetu ni nzuri na nchi za nje, tuna uhusiano mzuri wa kibiashara, Uh, wa kimaendeleo na mambo mengine kadha wa kadha, hilo linafanya Tanzania au Mtanzania anapokwenda nje aweze kupata heshima ya hali ya juu kuliko nchi zingine. Ni diplomasia ndio inafanya kitu hicho, sio kitu kingine. Na, mm, diaspora ilikuwepo hata kabla ya awamu wa sita, na kulikuwepo vile vile na mahusiano mazuri baina ya serikali na watu wa Tanzania ambao walikuwa wanaishi nje, ambao tunaita diaspora na mwenyewe nimewahi kuwa mwenyekiti na nilikuwa very active sana lakini sasa hivi kwenye awamu ya sita, nadhani mahusiano baina ya serikali au viongozi kwa jumla na watu wa diaspora yamezidi kuwa mazuri zaidi, kwa sababu tumeona bwana, diaspora wamekuja wengi sana hapa wamepewa access nyingi tu za kufungua account banki za akaunti zao katika benki tofauti. Vile vile ambao walikuwa na hela zao hapo, wanaweza kuzituma kutokea Marekani bila kuwa na matatizo uh, Mimi mwenyewe niliwahi kupata matatizo hayo na kutuma pesa hapa, lakini watu wa benki walisimamia na likashughulikiwa kwenye dakika 15, una mm. tan guess what, unatuma fedha zimekwama njiani, lakini benki ilishughulikia kweli, kwa sababu jua kama hao ni watu wa diaspora, kwa sababu tunaingiza fedha nyingi Tanzania, na sio Tanzania tu, ni nchi nyingi sana ambazo zina watu wanaishi nje ya nchi zao na wanaingiza mafedha na inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo um, upande wa mahusiano sio mabaya e, lakini tunaomba siku moja tuone watu wa diaspora pengine wako bungeni wako sehemu mbalimbali ili kuweza kulinufaisha hili jambo na kuweza kutukuza zaidi eh, mahusiano baina ya serikali na watu wa Tanzania ambao wanaishi nchi za nje. Eh, siasa ya Tanzania inakwenda vizuri, kwa sababu tunatembea sana na tunaambiwa vinginevyo. Siasa ikiwa mbovu nchini huwezi kupata wawekezaji, na leo hii kuna watu wengi sana wanapenda kuja kuwekeza Tanzania connection bado zinakwenda hovyo kidogo sana lakini, uh, wanapenda kuja kuongeza Tanzania ipi? Connection ipi? bi bimaana, kuna watu ambao walikuja Tanzania kabla ya awamu wa sita, wakapata dharuba kidogo ya hapa na pale, kwa hiyo wakawa wame give up, wakawa hawana tena hamu ya kurudi Tanzania, lakini katika awamu ya sita wengi wanatamani kurudi, kwa sababu sasa hivi mm, Uh, serikali imebadilisha mambo mengi sana na imefanya urahisi wa wawekezaji kuweza kusaidiwa kwa haraka ili waweze kuwekeza nchini. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya kitu ambacho kinatusaidia kina, kina sana Tanzania kupata wawekezaji sasa. Mm. No, kitu cha kwanza ambacho ninaweza nikaongea ni kwamba Tanzanian people should stop to the dirty politics languages. Waache kabisa kuzungumza ovyo, siasa haipelekwi hivyo. Turudi kwenye utamaduni wetu wa kuheshimiana, na vyama vingi ambavyo tunasema ni vyama pinzani Tanzania, vinakosa heshima kwa sababu vinataka madaraka, na ukitaka madaraka huwezi kutaka madaraka bila kuwaeleza watu ambao watakupigia kura kitu gani kipya ambacho utafanya tofauti na chama ambacho sasa hivi kinaendesha nchi? Kitu gani ambacho utafanya kipya cha maendeleo katika jamii ambacho kitakuwa tofauti na rais ambaye aliyopo madarakani? Kitu ambacho vyama vya upinzani Tanzania havielewi kitu hicho, wenyewe wameng'ang'ana tu kwamba CCM mbaya, rais afanye kitu, huyu afanyi kitu, sijui nini, haiwezekani Lete option mezani. Huyu mama akitoka, sisi tuichukua dola, tutafanya moja mbili tatu, konvisi wapiga kura wako, konvisi wa Tanzania kwamba sisi tunakuja na ajenda mpya. Lakini ukikaa kazi yako kupiga kelele, kusema hivi, kusema hivi, kusema hivi dhidi ya serikali, sio moja ambayo itakufanya wewe kupata kura kwa Tanzania huko tunakokwenda. Hasha, haiwezekani. Lakini vile vile ustarabu nimemsikia Lissu anazungumza, anasema no reform no elections. Sa, that is very predatory incursion against our national security. Nimependa kuongea kwa Kiingereza kwa sababu tunajua kwamba wanatumwa na watu wazungu, ili wazungu na wenye waweze kuelewa nimesema kitu gani. Is very bad, is against the law of the land. Kama anasema hivyo, kama atafanya hivyo hakuna serikali tamkubalia, hakuna Tanzania, Mtanzania ambaye ana akili njema na ambayo anatakia taifa lake mema atakubali hicho kitu kitokee. No, no reforms no elections. Wapi ulishaona duniani uahicho kinatokea? Unless otherwise unataka kuleta vurugu nchini, umeshatengeneza vikundi vya kuleta vurugu nchini, lakini kwa kuwa tuna ustaarabu na kutaka taifa liendelee, huwezi kusema neno kama hilo. Nchi zingine tayari angepelekwa mahakamani ili atueleze, no reforms, no elections, angetueleza. Lakini kwa sababu Tanzania, vile vile tuna tunafumbiana macho na nini na nini, ndio maana tunasema funika kao mwana haramu apite. Inatuonyesha kwamba na wenyewe wanaweza vilevile hiyo vile. Rais wa Namibia kuweza kuchaguliwa ni kwamba watu wamekaa chini wakaona kumbe na wakina mama wanaweza, lakini wakina mama kuweza wanaangalia mifano ya wa Tanzania mm, eh, wanaangalia mifano ya wa Tanzania kutoka kwenye umakamu wa rais, sawa, kuja kuwa rais na 25 kuwa mgombea ugombea ambao mtu hawezi kuwa na, na matatizo nao kwamba uh, eh, mheshimiwa wa rais hawezi kupita. Mm, eh, inaonekana kwamba momentum inaonyesha kwamba yuko vizuri. Mm, niliweka kwenye nani WhatsApp nani status niliweka picha yake, nikaomba watu wa comment, nikafanya mm, pre elections kila mtu ambaye atamwona ambaye anahitaji kwamba huyu mama aendelee kuwa rais 2025 aweze kuchaguliwa kushaguliwa aweke vi. Nilikaa kama masaa mm, masaa kumi na mbili, nilipata watu 2400 ambao kila mtu aliweka vile, hii inaonyesha kwamba there is a huge momentum kwamba atapata nafasi mm. Hiyo yeah. Kwa maoni yangu mm, ina depends, sidhani si dhani kwamba ile ni kauli kutoka kwa viongozi wa juu ndani ya chama. Sidhani kwamba ile kauli kutoka kwa viongozi wa juu. Na unajua, katika mazungumzo vile vile inategemea mtu unazungumza nini na umeatua wapi, lakini kama ni mimi ambayo nimesema yale maneno ambayo yule bwana alisema, ninaweza nikaamka kesho asubuhi nikasema, jamani, naomba samahani, mimi ni mwanadamu, nimeteleza, maisha yaendelee, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kuleta matatizo baadaye, sio leo, lakini katika siku zijazo. Yalikuwa ni maneno mazito sana kwa sababu tunajua ule ugonjwa umeua watu wengi sana duniani na bado unaendelea kuwa kama mlipuko kitajitokeza. Inaweza katokea kitu kingine au watu wanaweza kufanya tu kwa sababu sema, yeye ameshasema. Kwa hiyo ikaonekana yeye aende akatoa ushahidi mahakamani. Nasikia mengi yanafanyika kumpeleka mahakamani na nini na nini na nini, lakini nadhani sio kauli ya wana, wana CCM wote, sio kauli ya viongozi wa chama. Kuwepo uchaguzi utakuwepo na ambao ni wanawasaidia kuwapa fedha na kuleta vurugu nchini, watu wa magharibi wataibika. Uchaguzi Tanzania utakuwepo e, utasla lakini, sielewi kwamba anaweza kufanya kitu tofauti, au sielewi kwamba asla anaweza akahamasisha watanzania wakafanya chadema iweze kupata nafasi ya kuongoza nchi. Hiyo ni ndoto ya mwenda wazimu. Hana ujuzi kisiasa. Kuna mvuto na ujuzi. Hana ujuzi kisiasa. Eh, hana ujuzi kisiasa. Mvuto bimaana, sijui mvuto natumia kwenye neno la kigangaganga la Kiswahili ilo, mvuto manake sielewi hicho kitu. Nasema hana ujuzi wa siasa. Nikisema mvuto, pengine atakuwa ameenda kwa wagonga wa kienyeji, umempakapaka mafuta na nini na nini na nini upako, wakwambia nenda, alafu tawavuta watu. Lakini nasema hivi, sio hivyo, yeye hana ujuzi wa kisiasa eh. Yenye, anza details hapo hapo ulipoanzia, ili tuende na mtiririko wa kitabu chenyewe, lakini siwezi kuongelea hapo. Nazungumzia silaha mwenyewe kwamba je, anaweza akamgaragaza Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri wa Muungano kwa sasa? Nakwambia hapana, haiwezi kutokea hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hana jambo jipya. Watu wengi tumemwona silaha anahangaika Slaa amehangaika sana katika mambo ya siasa, katika vyama vya siasa, mpaka hayati amempa nafasi kuwa balozi wa Tanzania Canada, kule Canada. Mimi nimekwenda kama mara mbili, lakini niliona au nilisikia au nilishuhudia mwenyewe kwamba hana uwezo wa kutuongoza. Ubalozi ulimshinda, na ubalozi ulimshinda. Kwa hiyo nadhani kusimama yeye na Samia Suluhu Hassan kugombea nafasi ya urais wa nchi atapata aibu, akae nyumbani.